Siri ya hoteli ya Dodoma, kila simu ikilia, mtu anapotea. Kwenye mji wa Dodoma kulikuwa na hoteli moja ambayo kila mtu aliifahamu. Ilikuwa maarufu kuliko zote, watu walitoka miji ya mbali kuja kulala pale, wakisema huduma zake zilikuwa za ajabu na vyumba vyake vilikuwa na utulivu wa kipekee. Lakini kulikuwa na jambo la kushangaza. Kila mtu aliyeingia kwenye hoteli ile, simu yake ilipotea. Siku ya kwanza mteja mmoja alipiga kelele, simu yangu ilikuwa juu ya meza, imepotea. Wafanyakazi walimfariji wakasema labda aliisahau. Lakini kesho yake mteja mwingine alipoteza simu, na kesho yake tena, mtu mwingine. Ndani ya wiki moja, hoteli nzima ilijaa malalamiko ya simu zilizopotea. Lakini jambo la ajabu zaidi lilikuwa hili: usiku ulipoingia, hoteli ile ilianza kubadilika. Taa zilianza kuwaka na kuzima zenyewe, milango ilifunguka polepole pole, bila mtu. Kwenye korido watu waliona vivuli vikitembea bila miguu kugusa sakafu. Mlinzi wa usiku mzee aliyeitwa Mbaraka alianza kusikia sauti ya simu ikilia kila saa sita usiku lakini alipofuata sauti ile hakuwahi kuona simu yoyote. Siku moja mteja mmoja aliamka asubuhi, kitanda chake kilikuwa baridi, dirisha lilikuwa wazi na yeye hakuwahi kuonekana tena. Kuanzia siku hiyo, watu hawakuwa wanapoteza simu tu, walianza kupotea wenyewe ndani ya hoteli hiyo. Usiku ulianza kusikika sauti za aina zote Kilio cha mtoto kwenye chumba kisicho na mtu, kicheko cha mwanamke kinachotokea ndani ya lifti iliyokwama, na sauti ya mtu anaiita kwa kunong'onona, njoo njoo kwangu. Lakini cha kushangaza, wateja hawakuacha kuja. Habari za hoteli ile zilienea zaidi. Watu walikuja kwa udadisi, wengine kwa ujasiri, na wengine kwa sababu ya ndoto walizokuwa wanaziota ndoto moja iliwatesa wote. Walikuwa wanajiona wakishika simu, skrini ikiwa nyeusi, kisha ujumbe unaonekana umechaguliwa. Kila asubuhi jogoo alipowika, wafanyakazi walikuta chumba kimoja kiko wazi, kitanda kikiwa kimepangiliwa vizuri, simu ya mteja ikiwa juu ya mto, lakini mteja mwenyewe hakuwepo. Siku moja Mlinzi Mbaraka aliamua kufuata sauti ile ya simu. Aliifuata mpaka chini ya hoteli kwenye mlango mdogo uliokuwa umefungwa kwa miaka mingi. Alipoufungua aliona ukuta mzima umejaa shimu maima, maelfu zote zikilia kwa wakati mmoja. Kwenye kioo cha chumba kile aliona sura yake, lakini nyuma yake kulikuwa na kitu kimesimama, kitu kisicho na macho, kisicho na uso. Kesho yake Mbaraka hakuwahi kuonekana tena, lakini simu yake ilipatikana ikilia kwenye mapokezi. Serikali ilipojaribu kuingilia kesi ya hoteli ile, walituma askari wachunguzi na wataalamu wa uchawi na sayansi. Kikosi cha kwanza kiliingia usiku, hakuna aliyerudi. Kikosi cha pili kilirekodi video. Kwenye video walionekana wakitembea kwenye korido, kisha kamera ikaanguka Kabla haijazima sauti ilisikika ikisema, msiangalie skrini. Baada ya hapo, serikali ilifunga hoteli rasmi, lakini watu waliokuwa wakipita karibu walisema bado wanaona taa zinawaka usiku, bado wanasikia simu ikilia. Mwaka mmoja baadaye, kijana mmoja aliingia pale kwa siri. Alipata simu moja imeanguka sakafuni. Alipoichukua, skrini ikawaka, ujumbe uliandikwa: sasa ni zamu yako. Asubuhi yake jogoo aliwika kama kawaida, simu ile ilipatikana nje ya hoteli, lakini kijana huyo hakuwahi kuonekana tena. Na mpaka leo hakuna mtu aliyewahi kugundua siri ya hoteli ya Dodoma. Lakini kama simu yako ikilia usiku bila sababu, usiipokee.